Taifa la Urusi limeshindwa ah, rasmi kurejea katika Baraza Kuu la Shirika la Anga la Umoja wa Mataifa, yani International Civil Aviation Organization, ICAO, chombo chenye wajumbe thelathini na sita kinachosimamia usalama na kanuni za safari za anga duniani. Katika kura iliyopigwa Jumamosi nchini Moscow ah, Moscow haikupata uungwaji mkono wa kutosha jambo lililochochiwa na upinzani mkali kutoka Umoja wa Ulaya, kutokana na uvamizi, uh, wa Ulaya kutokana na uvamizi wa Ukraine ambao umeendelea kufanywa na taifa la Urusi. Mara baada ya kushindwa, afisa wa Urusi aliomba kufanyika kwa duru ya marudio ya upigaji kura ili taifa lake lirudi katika mchakato. Urusi ilifutwa wanachama wa baraza hilo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kulaumiwa kwa kunyakua kinyume cha sheria ndege zilizokodishwa kutoka kwa kampuni za kimataifa kufuatia vita vya Ukraini na Urusi. Aidha, ICAO imetaja wazi Urusi kuwa na lawama kwa kuhusika katika kuangushwa kwa ndege ya Malaysia Airlines MH kumi na saba mwaka elfu mbili na kumi na nne juu ya eneo lililokuwa chini ya udhibiti wa waasi wanaoungwa mkono na Moscow mashariki mwa Ukraine. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu takribani mia mbili tisini na nane. Msemaji wa tume ya Ulaya ndugu Anna Kaisa uh, Itkonen, kabla ya kura hiyo, alisema haiwezekani kukubalika kwa mataifa linalohatarisha usalama wa abiria wa ndege na kukiuka sheria za kimataifa lichukue kiti katika chombo kinachopaswa kulinda sheria hizo hizo. Kupoteza nafasi hii ni pigo jingine la kidiplomasia kwa Urusi, huku taifa hilo likiendelea kukabiliwa na vikwazo vya upinzani wa kimataifa kutokana na vita ambavyo vinaendelea huko nchini Ukraine mpaka hivi sasa.